Siku moja niliwahi kuelezea, tulikuwa tuko Mina, yuko bwana mmoja katika mashekhe, sina haja kumtaja leo lakini, ndio aliandika kitabu hiki ilichokuja kitabu hiki cha kijanbi al akhbar, chaitwa nususu lsariha fi laqidati lsahiha. Huyu bwana akazungumza katika mukhayam pale Mina, akawa anazungumza, anasema si kila ambalo hakuifanya Mtume sallallahu alayhi wasallama halifai sikila ambalo hakulifanya mtume sallallahu alaihi wasallam halifai kufanywa. Yako mambo mengi tu mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya, lakini watu wakayafanya, na ni mazuri. Maadamu jambo hilo ni zuri, maadamu ni jambo la khairi, basi liwache lifanywe tu, na hiyo ndio, huo ndio utaratibu. Akazungumza, lakini akawa anatolea mifano sasa. Mmoja katika mifano hiyo aliyoitoa ni swala la Bilali ibn Rabah. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumuuliza Bilali ibn Rabah, nasikia khashkhasha zao katika janna, ni amali gani ilikuwa ukiifanya wewe Bilali? Bilali akaelezea kwamba yeye ilikuwa hachukui udhu ila uswali rakaa mbili

ikawa watoto kakimya le bwana akawaogopa kusema, nani kasema maneno yale? Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mimi nimewaona malaika wakigombania kuyaandika maneno yale. Sasa anasema lao, ungekuwa kila jambo ambalo hakulifanya hakuli Mtume sallallahu alayhi wasallam halifai? Je, hili nalo si jambo zuri? Hili Mtume akalikubali. Katoa mifano mingi kuna hili kuna lile kuna lile. Mimi nilipata fursa ya kumuuliza maswali mmoja. Katika maswali niliyouliza, nikauliza kwani kuna tofauti gani baina ya kile kinachoitwa kuwa ni bid'atun hasana au bid'a kwa ujumla, na kile kinachoitwa kwamba ni sunnatun taqririyya? Ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti kwa maana ya kwamba hii bida na sunnatun taqririya ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Jawabu, ule bwana akazungumza kwa insafu, akasema ni vitu viwili tofauti. Bidaa ni bidaa, iko hasana na sayia kama wanavyosema, na sunnatun taqririya ni sunna. Sasa nikamwambia mbona wewe watu wa ushahidi

wa kufaa kwake ni bid'atun hasana, kwamba hii iko wewe waleta ushahidi wa kitu ambacho kitu kingine sunnatun hasana. Sasa huko ni kuzichanganya dalili katika mahali ambapo si pake. Ila tujalie tu kwamba ilete katika vitabu vya kielimu, wanawachuoni waeleze kwa mujibu wa dalili na misingi ya ilmu kwamba hii bid'atun hasana ndiyo sunnatun hasana na hilo hutolipata, utahangaika utakavyoangaika. Sasa yule bana akawa kama akashaelewa kwamba kitu gani ambacho mi nakikusudia. Maana wewe ukishasema kwamba sahaba akafanya hivi Mtume akakubali, sahaba akafanya hivi Mtume akakubali, kuonyesha kwamba mlango wa kheri haujafungwa. Mtu anaweza kufanya jambo lolote la kheri likakubalika, likapimwa, likikubalika

Kwa hiyo jambo likishaambiwa, hili ni sunna la wali dini na dini ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambayo ndio dini ya Allah imekamilika. Kwa hiyo si sahihi, si sahihi kabisa kuyatolea ushahidi mambo ambayo ni sunnatun takririya juu ya bid'a, na kwa madai ya kwamba jambo lolote la kheri wewe lifanye tu, ndipo pale si sasa. Ikaja masala

Namtakieni amani kumtakia amani au mtakieni salamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kumtakia salamu hii, ni amri imekuja kuwaelekea Waislamu juu ya ibada hii adhima. Ni amri imekuja kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, si jambo la watu kwamba wamekaa wakapanga kwamba tufanye hivi na hivi. La, ni amri. Kwa hiyo kama ni amri Waislamu waitekeleza vipi? Bila shaka tutaangalia mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwanza, namna ya sala yenyewe vile alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, namna ya salamu yenyewe ni vile alivyofunza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa hayaat, kwa haia zake na nyakati zake na mahala pake. Kama limeachiwa kwa itlaq tutafanya kwa itlaqi yake vile vile, ilivyo kwa haia maalum tutafanya kwa haia hakuna haia tutaacha ile haia maalum. Ala kulli hal, kama limefungwa katika mahali kwa mfano, uko katika sala. As-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ni qurba yataqarrabu biha al-'abd ila maulah, ni jambo la kumkurubisha mtu kwa mola wake. Lakini unaonaje kwamba mtu anaswali salatu lzuhri

namna ya kumswalia yeye na mtume sala llahu alehi wasalama, akaelekeza katika maelekezo hatujawahi kusikia sisi, hatujawahi kuyona, labda kwa sababu ya ujinga wetu. Sisi ni wajinga, hatujui, pingine elimu zetu ni ndogo. Kuna mabwana wakubwa wamesoma sana, wana elimu nyingi, wajua sana, pingine wana elimu ya kuonyesha ya kwamba katika aliyoyafunza mtume sala llahu alehi wasalama katika kuswaliwa kwake basi huswaliwa na watu wakapiga ngoma na huku wakiwa wanacheza, hainaje kupishana? Ni masala ya kueleweshana kwamba hili liko mtume swallallahu alayhi wasallam alilifunza hili, lakini kutupa dalili kwamba hata kama hakufanya, liannahu min babi tarki, kwa sababu ni katika mlango wa kuwacha, la yadulu ala ltahrimi

Hebu pafafanuliwe kwamba miongoni mwa mwongozo aliyoutoa mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada ya kuswaliwa yeye, sije ukasema kwamba kuswaliwa mtume si ibada. Ni ibada, ni amri, imekuja ndani ya Qur'ani, amri ya ibada ya ujubu. Kuna baadhi ya maeneo ni wajib, bali ni fardhi kama katika sala.

Kwa hiyo ni ibada. Kama ni ibada imefunzwaje? Je, imefunzwa, imefunzwa kwamba sasa tumswalie mtume salaaw salam huku tupiga ngoma? Hapo ndio kwenye matatizo ha, ha, matatizo. Basi ah, haya matatizo mmeanza kuwaleta nyinyi. Mbona kabla ya hapo zamani watu walikuwa hawaulizi, sio? Mbona tangu zamani watu walikuwa hawaulizi hivyo, umekuja wewe ndio anza kuuliza hivyo, kuna nini hapo? takuwa ni sawa hilo ni sahihi. Kufunga mlango watu wasiulize, si sahihi. Kwa hiyo mimi natarajia kwamba kama nilivyotangulia kusema kwamba sisi hatuzungumzi au hatuelekezi hatu, hatu kwa watu fulani tu, wala sio lengo letu kwamba tukisema maneno haya, basi kesho mambo haya yatakuwa yamekufa yameachwa. Ah, twajua kwamba mambo yana wenyewe, yana wadau wake. Ukiwaambia wewe wenyewe hawataki, hawakuelewi, wana hoja zao, wana elimu zao, lakini tunajua kwamba wapo katika watu ambao ukizungumza wa kuelewa na waona kwamba uliyatoa hoja na wanaheshimu hoja hizo, na pengine Allah akaweka hidayah katika nyoyo zao akawaongoza, hata kama baada ya miaka ishirini. Kitu cha msingi ni wapi tumefunzwa tukimswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tupige ngoma na tucheza? Maneno haya tulipoyazungumza katika mjadala kule Unguja kule kisim, Kisimkazi, haya masala ya kupiga midundu uli bwana, tulikuwa tukijadiliana naye pale asema, si watu wote, haifai haifai kupiga midundu. Azungumza yeye kama yeye, kwa sababu yeye ni katika Kadiria, na watu wa Kadiria anaona kwamba ni haramu toa wafuasi wa Sheikh Muhammad Nasir, wao wanaona kwamba ni haram. Sasa zungumza yeye kama yeye na watu wa tarika yake, lakini tazungumza waji kwa ujumla. Afrika Mashariki ukitembea katika hadhara zote za Maulidi hili liko, kwa hiyo Waislamu wana haki ya kutaka kujua huu utaratibu wa kumswalia mtume swalla sallam kwa firimbi na ngoma na kucheza watoka wapi? na maelezo tuliyoyataja kwenye vitabu kama alimamu Lqurtubi, alimamu Bn Hajar Lmakki, alimamu Suyuti walipoulizwa kuhusu haya. Imamu Suyuti ni katika watu ambao yeye haoni vibaya mambo ya ihtifalati za Maulid, lakini suala la dufu na watu kupiga msikitini na kucheza yeye amelizungumza wazi kabisa Ailizungumza wazi kwamba ni wajibu kwa mtawala na wafuasi na, na, na wa wake au na, na manaibu wake wawazuia, wawatoe hawa watu misikitini miskitini wa barbi kwa kuwafukuza na kipigo. Kwa hiyo maneno yasirefuke sana, kwa sababu sikusudia kuzungumza kwa kirefu. Bila shaka ujumbe umefika.